Niseme kidogo kuhusiana na changamoto kubwa iliyopo kwenye taasisi, mashirika na jamii yetu inayohusiana na viongozi. Kiongozi kwa tafsiri ya kawaida ni mtu ambaye anawashawishi watu kwenda mahali fulani. Ukiitwa kiongozi, maana yake kuna mahali unapeleka watu. Sasa imagine, unakuwa kiongozi unawapeleka watu mahali ambapo hujawahi kuwa, hujawahi kwenda na hiyo ndio changamoto kubwa iliyopo kwamba tuna viongozi wengi ambao hawajui wanakoenda na tunaposema kiongozi atakayojua anakoenda tunamaanisha nini kiongozi lazima awe na maono awe na picha ya kule ambako anawapeleka watu na maono maana yake ni picha ya mambo yatakavyokuwa baadaye eh, unaiona hiyo picha leo sasa ukiwa kiongozi halafu hauna picha ya kule ambako unaenda na una watu au taasisi au jamii ambayo inakufuata maana yake ni kama unaongoza watu gizani na mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kama ujui unakoenda, huwezi kupotea, kwa sababu kila sehemu utakapofika itakuwa ni sahihi kwako kwa. Na ndipo ambapo tumejikuta taasisi na jamii inaparaganyika, kwa sababu viongozi hawajui wanakowapeleka watu, na mwisho wa siku ni mparaganyiko ambao tumeuona katika mazingira mbalimbali mbali ya maisha yetu.